Na kurikodi eh. Bwana, huyu hapa, mzee huyu kapiga picha gari yangu plate hapa, namwambia afute kwenye simu yake, asipofuta namwitia kikosi hapa, tunaondoka naye, kwa sababu hawa watu wanataka kuleta mazoea. Mi sijapiga picha, sijapiga picha gari zenu pale, nimepiga picha matukio yenu mnaoyafanya. Sisi tunawaamini nyinyi, tunawaamini lakini, mnachofanya mimi, ni Mtanzania ndio, eh tunawaamini lakini, mnachokifanya sio kitu kizuri. Haya mnayoyafanya ni mazuri? Hivi ndugu zetu wanavyotekwa huko Tanzania, mnaona raha? Una uhakika gani kwamba wanateka wanatekwa? Na uhakika si, kwani wewe usikii kaka, watu wanatekwa. Polepole ni nani sikatekwa? Pole alikuwa balozi kama sisi kama nyinyi, polepole alikuwa balozi kama nyinyi mwite nasemaje? Mwiteni mtu yoyote, mwiteni mtu yoyote. Mimi nachokataa amepiga picha ndo nachokataa mimi. Nimeambiwa nije hapo kwa mwandishi wa habari walionileta hapa, ndio mimi ni mwandishi wa habari. Kitamsho changu unakitaka ukipiga picha ini msifikiri hapa ni bongo, msifikiri hapa ni bongo, ninawaambia nasemaje, wote mlioyafanya, msifikiri hapa ni bongo, hapa tuko Marekani. Hakuna mtu akunitisha na hakuna mtu kunifanya chochote, hakuna mnachokifanya. Mnakosea maona bana, mnachokifanya mnakosea. Hamna mtu kunistopisha, hayupo katika marekani hii yani, yule bwana mi nkadili naye naye huyu hapa, mimi sina rekodi ndio? Yesu kapiga picha plate yangu ya gari, namwambia afuti, afuti, analetea nani hapo? So usanii, mwiteni mmemwita, afu nami niwaite, nawaita, tuoneshane hapa hapa. Mnataka kuleta mambo mambo, mambo ya ya ajabu ajabu, namtisha mimi? Tafutani watu wa kutisha, sio mimi. Tamtisha kibwegebwege Yaani mambo mnawafanya yanaonekana, afu mnataka kuwatisha watu. Mnatisha nini bro? Yaani kama hujafuta plate gari plate namba yangu ya gari ndani ya dakika thelathini, mtajaza umma hapo, utashangaa. Umepiga picha, nimekuona tena, umepiga umepiga picha, umepiga picha. Yaani sitoki hapa kabla ujafuta hiyo picha. Subiri sasa, utaona. Mie, simnataka kuita watu, iteni watu, alafu nami niite watu, kila mtu aite watu wake, namtisha mimi hapa. Sisi wetu ni Watanzania, hivi vitu vya kueleweshana, ukinielewesha mi nakuelewesha, tusitambiane mi nimemshuhudia anapiga picha plate yangu ya gari hapo, ananiambia tu ajapiga picha. mbona kaka sijamng'ang'ania, mbona kaka sijamng'ang'ania. Nimekung'ang'ania wewe kwa sababu wewe ndio umepiga picha plate yangu. Umepiga kaka, kapiga nimemuona. Sasa mbona nionyeshi? hivyo sio vitu vizuri. Mimi sijapiga plate za gari zenu kwa sababu najua zile gari za kuheshimiwa, na sikuja hapo kwa ajili ya magari. mi nimeambia bale njoo chukue taarifa Afute tafadhali, afute, futa. Yeah, yeah, bana, mambo gani hayo bana. Futa picha pete yangu, futa, siniletee story hapa. Yani mnakuwa mnapigapiga picha za watu hapa, namtisha mimi? Ni mi ni nani? Mmezoea kukutana kutana na wajinga Jamani, kuna, kuna taarifa hapa nataka niwape kama mto, mtajali hapa uh, ambasi nimefika nime ambasi ya, ya, ya, ya Tanzania hapa Washington DC nimekuta wale watu ambao walikuwa pale wale homeless wako humu ndani wanalipwa pesa. Baada ya kufika wakatokea vijana watano kuja kuniuliza mimi ni nani, na uzuri nimewarikodi na kila kitu nimerikodi mmoja akaja akapiga uh, pleti yangu ya gari na mwingine akatoka ndani ya gari anataka kunilazimisha mimi ni nani. Baada ya hapo, nikawa nime kwa sababu niko na bastola, nimetoa bastola ndo wote wakakimbia. Baada ya kukimbia, nikaonesha baji yangu ya, ya, ya kazi nikawambia mimi ni nani, na wote wamekimbia, wamekimbia ndani, na nimewambia yule aliyopiga picha pleti yangu nitadili naye, nitadili naye leo, nitamjazia askari hapa atashangaa. Kwa hiyo, hiyo ndo taarifa nilitaka ni ah, watu ni kweli wanateka watu na wanaua watu. Mimi hawa walikuwa wanijui, wale ambao walikuwa najua jua labda sisi tunatania. Sasa tutawaonyesha tuta hapa Marekani kama sisi wengine ni kina nani. Kwa hiyo nimewachukua video, video ninazo na hiki ninachokizungumza kipo kwenye video. Kwa hiyo ninawaambia, nina, nina sauti ya Tanzania. Wame chokoza, wame chokoza ya Tanzania hapo, wamechokoza, wamechokoza moto, lazima tuwaadabishe, na picha zao zote waliotoa hizo fedha ninazo na wote wanafanya kazi kwenye ambasi ya Tanzania, na yule dada alikuwepo pale, alioleta wale maomles na wale maomles wote wako hapa, na magari yao yote limechukua tizedi, namba zao zote limechukua. Asanteni.